Mi nalitambua hilo hata siku moja, hakuna siku ambayo umeniona mimi nina akili Denis. Unataka kukubishana na mimi maana yake? Sasa wewe kama unataka kumekuja hapo kutaka kukubishana na mimi utaki kunisikiliza ninachokuambia, toka pambavu wewe, tukana mtu mjinga Wewe mambo mazuri nataka, yaani ukifika tu pale, mambo mazuri kwanza, nikuona akili yako nitulia. Au ejatulia, jinga kama utaki wenenda pat Mm. Mi wange mi wange niua leo wangekuwa kwa kisa gani? Kuna mkaka mie alinikamata mm. Mm. Sasa kuna vitu vyake alikuwa ananidai hivi. <laughs> Clara, ni mara ngapi naongea na wewe kwa swala wizi mm? Mm. Ni mara ngapi naongea na wewe lakini hujaeta kunielewa. Mbona kazi za kufanya ni nyingi na zinaweza kutufanikisha katika malengo yetu? Lakini Datunu, kumbuka, mimi sifanyi hivi kwa sababu yangu, mimi nafanya kwa ajili ya mama yangu. Datunu, unafanya kwa ajili ya mama eh, si ndio? Sasa hebu nikuulize swali. Leo hii ukakamatwa, ukapigwa, ukauawa hivyo bi mkubwa unayemzungumzia hapa, utakuwa umemsaidia ndio umemwangamiza kabisa? Clara, hebu ni kubadilika hata kidogo. Hapana datunu, mimi mwenyewe naelewa ninachokifanya sio sawa, na kwa hili lilonitokea, nitajitahidi niache, nitatafuta hata kazi yoyote nifanye ambayo itaniingizia kipato, kwa sababu naona kabisa maisha yangu yanaenda kuangamia. Clara. Hii ni mara ya mwisho naongea na wewe. Sitaki kusikia habari za wizi. Clara, watakuua. Utamocho lebe mkubwa anahangaika. Sawa, Datunu. Hata hivyo kuna kaka ambaye nilioi kumwibia simu yake amonyesha kuwa mkarimu sana kwa upande wangu, na juzi alinichukua alini, akanipeleka supamaketi akaenda kununulia mahitaji ya nyumbani, yaani bado sijaelewa, kwa upande wangu nifanye nini? Uelewi? <laughs> mtu umemwibia, na bado akakusaidia, anakununulia chakula, anakupa mahitaji, wewe na mama, lakini bado unaiba. Ah, shida nini yaani? yeah. Datuni, kuna kitu ambacho unielewi. <laughs> unaweza kukusaidia kila kitu lakini kuna vitu vingine bado unakuwa unahitaji. Mimi alininulia vitu vya kupika, yani vya kula tu. Mama anahitaji dawa mwenyewe, unaelewa, dawa zake ambazo anahitaji anatumia. Sawa, tuachane na hayo. Vipi, unahisi unampenda au yeye anakupenda? Yeye aliniambia kuwa anampenda. Lakini mimi sina imani naye kwa sababu nahisi ameniambia nanipenda, kwa ajili ya kunionea tu huruma. We mwenyewe nadhani unaelewa hali ambayo napitia mimi na mama hivi. <laughs> kati ya wewe na yeye, ninaja kukosa imani na mwenzie wewe? Ulimwibia na bado akakusaidia. Alafu kitu sichokijua kala, mapenzi na huruma ni vitu ambavyo vinaambatana. Mtu anayekupenda lazima atakuhurumia wewe

nimlete yule mwanamke ambaye mimi namtaka. Dennis, mimi nishachelewa, nenda kazini. Sasa naona unanipigia kelele tu hapa, sitakuelewa. Baba, nige nafasi. Haujawahi kunipa nafasi hata siku moja. Hujawahi kunisikiliza. Mimi haina maana kama napingana na maamuzi yako, na mimi kumooa sina lakini, mimi nimekuja kukuomba japo nafasi moja tu, nimlete umuone mwanamke ambaye mimi namtaka. Nimesha kuelewa sasa, nisikilize kitu kimoja, mlete huyo binti jioni, nije nimwone. Sasa hivi nitachelewa, naenda kazini. Yes! Wow. Nimekuja hapa nikwambie uende nani, kajiandae twende nyumbani nikakutambulisha sasa hivi Dennis, mbona nashindwa kukuelewa? yaani ukanitambulisha kivipi? yani mii sikuelewi, ukanitambulisha nyumbani kwenu? Kivipi mbona mimi na tujazungumza chochote? ni kweli hakuna makubaliano kati yetu, lakini kwa sasa mimi na uhitaji na uo, naomba unisaidie Clara. Nenda ndani kajiandae twende, nipo kwenye wakati mgumu Hapana, hilo litakuwa haliwezekani, kwa sababu mimi na yeye tunazungumza. Yaani ni bora tungekuwa tumeongea mimi na wewe, alafu leo ukaja kuniambia. Sasa haiwezekani tu ghafla unaniambia nikajiandae twende kwenu eh? Unanijia wakati mgumu, Dennis, afu, subiri, wewe utakuwa una una shida eh? Kwani una shida gani? Ni kweli nina shida na shida yangu kubwa ni kwenda kukutambulisha hee, nyumbani na hii ni lazima Clara. Kama nisipofanya hivi, mambo yangu yatapotea, maisha yangu yataangamia, Klala, kila kitu changu kitaharibika. Nakuhitaji, naomba unisaidie, nahitaji sana msaada wako kwa wakati huu, kwa hiyo. Kumbe Dennis wewe ulikuwa unipendi mimi, lakini ulihitaji kunitumia kwa ajili ya familia yako, sindio? Klala, kwa sasa utakavyochukulia ni sawa. Shida yangu mimi, naomba unisaidie kwa hiyo Vizuri sana. Hivi Clara uliwahi kusikia wapi katika dunia hii bahati nakuja mara mbili? Bahati bahati nakuja mara hiyo moja, na ikienda imeenda. Yaani mchezo unaocheza wewe ni sasa, umeshika shilingi yako ya ngama katika tundu la choo unategemea nini? Ah, lakini mimi na yeye hatukuzungumza na nataka kubeana chochote. Eh, amekuja tu ghafla ananiambia tujiandae twende kwao. Hivi ningekuwa mimi ungemuelewa? Makubaliano. Makubaliano yapi? Na nataka msichana. Alafu isitoshe, Dennis mkaka tu mzuri. Ana sifa <laughs> zote za kuwa mwanamume wako. Alafu isitoshe, amekusaidia mangapi wewe? Si msaada wa kusaidia ni mdogo. Hapana. Ni mkubwa sana. Ebu fikiria. Ni nani ambaye yupo tayari kumlea mama na mtoto wake katika nyakati kama hizi. Kambonisaidie Klara, hii ni nafasi yako adhimu sana na inapaswa uitumie vizuri. Usikubali kuipoteza kirahisi hivyo. Kwa hiyo unanishauri kuwa niende? Sio, nakushauri uende. Nataka uende sasa hivi kwa sababu ukiikosa hii sizani kama utakuja kupata nyingine. Alafu istoshe, kwa umri wako, shukuru Mungu umepata mtu sahihi, vinginevyo ungeishia pabaya. Hebu fikiria, umemfanyia matukio mangapi hmm? umemkosea vingapi? Lakini katumia binadamu, karudi nyuma, kaenda mbele, kama kufanya wanawake wa maisha bado ushukuru tu katika hilo, yeah. Sawa basi, ngoja basi nikajiandae vizuri. Haya ndo maneno ktawani kusikia kutoka kwako. Mm, changamka. Asante. <laughs> Usijali baba. Kama zilivyoongea kuwa nimekubali kuoa. Huyu anaitwa Clara, huyu ni baba yangu, huyu ni mama yangu, na naule pale binamu yangu anaitwa Sina Sina. Baba, shikamo. Marahaba. Mama, shikamo. Marahaba. habari Baba, nimekuja kumtambulisha kwenu. Huyu ndio nimeridhia kumuoa au niko tayari kumuoa kuficha machozi <mulia> lakini moyo wangu